Nataka kuona mpaka hakuna nyuma. Nataka kuona watu na wanaonga mkono. Waandishi pigieni picha haya, yeah. Tabora malifu malifu, bila mabadiliko bila mabadiliko. Ndio Tabora nao wamesema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Wanatuzuia tusiendelee na kazi hii, kwa sababu hii kazi itawamaliza na sisi tumekataa hatutapiga magoti hatimaye chama cha demokrasia na maendeleo chadema wamejibu mara baada ya mahakama kuu kupiga stop shughuli zote za chama hicho kwa siku kumi na nne chadema wametoa taarifa kwa umma wanasema kuhusu kusitishwa kwa shughuli za kisiasa za chadema Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kinapenda kuwaarifu viongozi, wanachama na umma wa Watanzania juu ya hali ya hatari inayojitokeza kwa kasi dhidi ya vyama vya siasa vinavyopigania mabadiliko ya kweli nchini. Hali hii inaashiria juhudi za kurejea kwa enzi za utawala wa kiimla, unaotumia vyombo vya dola na mahakama, kama zana za kukandamiza sauti mbadala badala ya kulinda haki za wananchi na utawala wa sheria. Kwanza, tunaendelea kushuhudia njama zilizo wazi zinazoratibiwa kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa kushirikiana na watu waliopoteza uhalali wa kisiasa kupitia kesi isiyo na msingi. Ni dhahiri kuwa kuna njama za makusudi za kuingilia, kuchafua na kuvuruga uongozi halali wa Chadema kwa lengo la kuua operesheni yetu ya no no reforms no election, yani bila mabadiliko hakuna uchaguzi, harakati za kidemokrasia zinazodai mazingira huru na haki ya uchaguzi. Pili, tumekuwa mashuhuda wa kilele cha siasa za vurugu na hujuma dhidi ya mikutano yetu ya hadhara kwa maelekezo ya wazi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM, polisi wamekuwa wakilazimisha kubadili viwanja vya mikutano, wakurugenzi wa, wa halmashauri wakitunyima tusitumie viwanja tunavyoomba hata baada ya kupokea malipo kutoka kwetu kwa madai yasiyo halali na kuendesha shughuli ambazo hazikuwa kwenye mipango yao zaidi ya hayo makundi ya vijana wasio na ajira yamekuwa yakitumika kuleta vurugu kuwatisha wananchi na kujaribu kuzima ujumbe wa matumaini na mabadiliko tunayoueneza nchi nzima tatu leo tarehe kumi mwezi juni mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano katika hatua ya wazi ya kuingilia uhuru wa kisiasa wa vyama, mahakama chini ya jaji Hamidu Mwanga imetoa amri ya kusitisha kwa muda wa siku kumi na nne shughuli za kisiasa za Chadema kutokana na kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar kwa miaka kumi na tano bwana Saidi Isa Mohamed pamoja na wenzake wawili wajumbe wa bodi ya udhamini ya chama. Jaji alitoa uamuzi huu bila chama kuwa na mawakili wake, baada ya wakili wetu Jebra Kambole kujitoa kutokana na kuhisi kutotendewa haki. Jebra Kambole aliomba kusitishwa kwa kesi hadi chama kitakapopata wakili mwingine, lakini jaji alikataa na kuendelea kusikiliza kesi kwa upande mmoja tu na kutoa uamuzi wake. Kwa mtazamo wetu, uamuzi huu umechochewa zaidi na shinikizo la kisiasa badala ya msingi wa kisheria au haki huku ukizingatia hali ya kisiasa ilivyo nchini mwetu. Chadema inachukulia hatua hizi kama ishara hatari ya kuporomoka kwa demokrasia nchini. Viongozi wa chama watafanya mkutano wa dharura kutathmini hali hii na kuamua msimamo rasmi wa chama kuhusu hatua za kuchukua. Tunatoa wito kwa viongozi, wanachama, wafuasi wetu na Watanzania wote wanaoamini katika misingi ya uhuru haki na demokrasia, kuwa tayari. Tumepokea maelekezo kutoka kwa viongozi wakuu wa chama. Hatutarudi nyuma katika kudai Tanzania yenye mfumo wa haki, uhuru na utawala wa sheria. Imetolewa leo Jumanne, tarehe kumi mwezi Juni mwaka huu wa 2025 na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi, chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema. Lakini pia katika hayo yote, nitaomba nikukumbushe ama nikurudishe nyuma kidogo. Siku ya leo ama mapema hii leo, kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kimepigwa marufuku kufanya shughuli zozote zile za kiutendaji na operesheni mpaka hapo kesi ya msingi iliyofunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar, kwa miaka kumi na tano, Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya baraza la wadhamini na katibu mkuu wa CHADEMA itakaposikilizwa. Jaji Hamidu Mwanga anayesikiliza kesi hiyo namba 23 mkwaju 2025 amesema zuio hilo la muda linakuja kufuatia maombi yaliyowasilishwa mahakamani hapo na mawakili wa waleta maombi wakiongozwa na wakili Gido Thomas Simfukwe ambao waliiomba mahakama kuweka zuio hilo hadi kesi ya msingi inayoanza kusikilizwa Juni 24 2025 isikilizwe, ambapo kwenye kesi ya msingi waleta maombi wanadai kuwa Chadema imekuwa ikiitenga Zanzibar katika masuala mbalimbali ikiwemo mgawanyo wa rasilimali, fedha na kadhalika. Akitangaza uamuzi huo Jaji Mwanga amesema swala hilo ni la kisheria na halihitaji ubishani kwa sababu limefafanuliwa vyema kwenye sheria ya vyama vya siasa. Wakati maamuzi hayo yanatolewa, upande wa utetezi Chadema haukuwa na mwakilishi yeyote mahakamani. Hiyo ni baada ya aliyekuwa wakili wake Jebra Kambole kutangaza kujiondoa kwenye shauri hilo, hatua iliyopelekea mahakama kuendesha kesi hiyo kwa upande mmoja. Kwa muktadha huo, ni wazi sasa shughuli za kisiasa za ndani, kiutendaji na za operation kama vile mikutano ya hadhara, vikao vya Chadema vimezuiliwa kwa muda. Habari Kiganjani itakuletea taarifa zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako kwa ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa